Hujambo, popote pale ulipo, natumai uboheri wa afya. Karibu kwenye pita pita za kwangu, mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Naam. No. Nikafika katika maeneo kadha wa kadha, nusu nikujuzia kwa kidogo tu, eh, baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Nilianzia eneo la wote Makueni, ambapo kuna kisanga kimoja kilitokea katika eneo hilo. Lakini kabla basi tuweze kusemezana zaidi, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nasi, eh, basi nafasi hii ni yako. Hakikisha kwamba umesubscribe chini ya video hii, kuna neno subscribe katika pitapita hizi nam, eneo la wote Makuweni e, kuna kizaza kilizuka eneo hili. Demu mmoja alipomfokea mumewe wa zamani kwa kujitokeza ghafla shuleni baada ya mtoto wao kufaulu katika mtihani licha ya kudaiwa kutowahi kushiriki malezi ya mtoto huyo. Nam, sijui kama angalikuwa ni wewe, ni ungefanyaje? Huyu ni mzee ambaye ni mzee, ni baba kwa kuzaa tu, lakini kwa malezi hajaonekana hajajua hajataka kujua kwamba mtoto anakula nini, hajataka kujua kwamba mtoto ana grow vipi, analelewa vipi, amesoma vipi. Lakini wakati ambapo matokeo ya KCSE yametangazwa majuzi, mzee akaenda shuleni, yeye anataka kusherekea hata kuliko mama mzazi. Mama alipopata mzee ametokea pale anasherekea mtoto wake, mama alikasirika, nusura amgonge na mawe. Kisa na maana ni hasira, anamwambia wakati nilipokuwa nang'ang'ana na school fees haukuwepo wakati mengana na malezi, mtoto ni mgonjwa u kushughulika. Sasa aa amepita mtihani, ndio unajitokeza. E, mimi ndio baba mzazi, hata akiwa wewe shuani, hata akiwa wewe na baba, anakuja tu ati kwa sababu mtoto amepita mtihani, hata akiwa wewe utadu. Nafikiria hiyo pia ni tabia chwara, au sio? Kitafakari ja hayatemakueni, nikavuka mpaka na Rumoru Nyeri. Na Rumoru Nyeri, kuna kweli masuala ya ndoa ni mazito lakini, mwanadada mmoja wa hapa juzi aliibua mjadala mkali baada ya kukiri kuwa hajafanya tendo la ndoa na mmewe kwa muda wa miezi 18. For the last 18 years, 18 months wamekaa kama ndugu na dada, kwa nini, licha ya ndoa yao kuonekana kuwa shwari mbele ya jamii? Anasema ukame huu umeleta baridi ya kihisia na -mawa mawasiliano du duni. Nao wanajifanya wataalamu mtandaoni, wakimpa njia anayoweza kumtumi kutumia kurejesha moto wa mahaba katika ndoa yake. Yaani atakaje? Miezi kumi na nane, one and a half years. Kwani kulifanyikaje? Kwani walikoseana nini? Unafikiriaje, what could be the problem? Na je solution ni lipi? Wasemaje ni kwenye pitapita hapa. Nikitoka basi eneo la Nyeri eh, basi kabla tuende ugaibuni, nikavuka mpaka eneo la Viwandani Nairobi, Viwandani Nairobi eh, kuna jombi mmoja wa hapa amesimulia kwa masikitiko jinsi uhusiano wa kimapenzi wa ghafla na meneja wake mrembo uligeuza uh, uligeuka kuwa chanzo cha hofu kazini, yaani uhusiano umeleta hofu kazini. Naam, anasema kilichoanza kama mazungumzo tu ya kirafiki afisini kiligeuka mapenzi moto moto. sasa jamaa anaishi kwa wasiwasi kuwa uhusiano huo ukivunjika, basi atafutwa kazi. Anauoga kwamba in case uhusiano huo uvunjike, basi atafutwa kazi. Wewe swali nakuuliza, uliajiriwa kazi ya uhusiano ama kazi yako ni hilo unafanya? So mbona una wasiwasi ni kumaanisha, ni kwa sababu kwamba utapata kwamba huyu hana hajamaanisha katika uhusiano, so una plan kufanyaje? Please, unapoajiriwa pahali kazi, wachana mambo mengine, fanya kilichokupeleka pale. Naam, nikitafakari, nikiachana hayo, tuvuke mpaka kule ugaibu. Mwalimu aliyempapasa mwanafunzi wa kiume darasani atiwa nguvuni. Yani, huyu ni mwalimu lakini, inasemekana kwamba alifika mahala ambapo alienda akampapasa isivyofaa mwanafunzi. Mwalimu wa kiume anampapasaje mwanafunzi wa kiume hata kama angekuwa ni wa kike? Sasa sasa hivi tunapoongea ametiwa mbaroni. Haya mambo ya kusajabisha haya, ulimwengu na mambo eh? na nikimalizia basi eneo nikatoka kule eh, Texas eh, Marekani nikavuka mpaka eneo la wapi, Uingereza eh, Reading Uingereza. Reading Uingereza, aliyemvua kisura nywele bandia agundua ni kansa. Yani, huyu ana regret, na amechukuliwa hatua kali, kwa sababu alimwona tu mtu amevaa nywele zile nywele bandia, unaona zile mawig eh, na mawiv ameka alikuwa wig, in fact ameweka kwa kichwa. Kwa hivyo akafanya kimzaa tu, akaenda akamvua, akatoa nywele kwa kichwa kumbe la ajabu ni si kwamba ameweka juu ya style, ameweka nywele hiyo kwa sababu ako na saratani na kwa sababu ya kimotherapi nywele imeisha kwa kichwa. So alipong'oa nywele akagundua kwamba kumbe ni saratani. anga likuwa ni utafanya sasa. Amechukuliwa hatua, lakini anga likuwa ni wewe, hii mzaa mzaa saa zingine achana nayo. Kwa hivyo hapo ndipo pita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala, nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Chini ya video hii kuna comment yako hapa chini, na Bwana akutende wema kwenye pitapita, tunasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Ni VMM nasema subscribe. Bye-bye.